Pendo alikuwa msichana mzuri mwenye tabasamu tamu na roho ya huruma. Alikulia katika familia ya kawaida, lakini ndoto zake zilikuwa kubwa: kupata mume wa kumpenda, maisha ya amani na familia yenye furaha. Wakati akiwa chuoni, alimfahamu Frank, kijana aliyedai kuwa anafanya kazi kwenye usalama wa taifa. Frank alikuwa na maneno matamu, alivaa vizuri na alionekana kujiamini sana. Alimwonyesha Pendo mapenzi ya dhati, alimnunulia zawadi, alimpa pesa kila mara na kumwambia yeye ni malkia wake wa milele. Pendo akiwa mrembo na mwenye kiu ya mapenzi hakuhisi haja ya kuuliza maswali mengi, alijisalimisha katika penzi la Frank. kadri muda ulivyopita Frank alianza kumshawishi Pendo watumie picha na video za utupu ili kudhihirisha mapenzi yao. Alimwambia kuwa ni njia ya kipekee ya kuonesha upendo na kuwa wao ni wa pekee. Pendo kwa upofu wa mapenzi alikubali. Walijirekodi mara kadhaa wakicheka na kushangilia bila kujua kuwa hayo ndiyo yangekuwa mwanzo wa balaa maishani mwake. Frank aliyekuwa mtaalamu wa mitandao alikuwa akiuza video hizo kwenye tovuti za ngono bila ridhaa ya Pendo. Ndiyo ulikuwa mchezo wake wa maisha, kuwanasa wasichana wa kizembe na kuwafanya chanzo chake cha utajiri haramu. Miaka ilivyopita, Frank alianza kubadilika, mapenzi yakawa mateso. Alikuwa akimpiga, kumtusi na kumdhalilisha Pendo hadharani. Alikuwa mnyanyasaji aliyeficha sura nyuma ya suti na pesa. Hatimaye Pendo alichoka, alijikusanya akasema imetosha, na kuamua kuachana na Frank. Hakujua kuwa hilo lilikuwa kosa kubwa machoni mwa Frank, kwani alikuwa ameshategemea maisha yake kwa kumdhalilisha yeye. Frank alikasirika, akaapa kumfundisha adabu akasema atamfanya akumbuke siku aliyozaliwa. Miaka ilipita, Pendo alijijenga upya. Alikutana na David, mwanaume mwenye nidhamu, mcha Mungu na mkarimu. Walipendana kwa dhati, waliheshimiana na kila mmoja aliona nuru mpya kupitia mwenzake. Miezi kadhaa tu, David alimchumbia Pendo na wakaamua kufunga ndoa. Pendo aliingia kwenye ndoa hiyo akiwa na matumaini ya maisha mapya, akiweka kivuli cha zamani nyuma yake. Lakini Frank hakuwahi kusahau. Alipopata taarifa kuwa pendo anaolewa alitabasamu kwa kejeli, akasema karibu kwenye hukumu yako mwenyewe. Alitafuta vijana wa mtaani akawapa kazi maalum. Usiku wa harusi, walituma zawadi maalum kwa jina la bwana harusi. Ilikuwa sanduku kubwa lililopambwa vizuri. David bila wasiwasi alilipokea kwa furaha bila kujua lilichokuwa ndani. Muda mfupi baada ya kukata keki, wageni walitakiwa kufungua zawadi. Sanduku lilipofunguliwa, zilianguka picha za utupu za Pendo na video za ngono zilizorekodiwa na Frank miaka ya nyuma. Ukumbi ulijaa kimya kizito kama kaburi. Wageni walishikwa na butwa, baadhi wakaanza kunongona, wengine kupiga kelele. Mama yake pendo alipiga yowe, akaanguka chini na kufa papo hapo. Baba yake alipoteza fahamu na kupelekwa hospitali kwa presha kali. David akiwa haamini macho yake, alikimbia bila kusema neno hata moja. Wageni walisambaza picha nje ya ukumbi, wakizirusha hewani na kuzikanyaga huku wakimcheka bibi harusi aliyejawa na machozi. Endo alipigwa na bumbuwazi, akazimia na alipoamka alijikuta hospitalini, akiwa hawezi kusogeza mwili kupooza. Hakuwa tena yule mrembo wa zamani. Alikosa msaada kutoka kwa ndugu, marafiki walimtenga, kila mtu alimuona fedheha. Alikuwa gumzo mtaani, mfano wa onyo kwa kila msichana aliyekuwa na ndoto za mapenzi ya haraka. Alijutia sana. Laiti ningejua, laiti nisingemtuma Frank picha zangu, laiti nisingemwamini alisema, huku machozi yakimtiririka, akiwa amelala kwenye godoro la hospitali ya umma, hana mgeni wala matumaini na hivyo ndivyo usiku wa ndoa ukageuka kuwa mwanzo wa kaburi la heshima ya mwanamke mmoja. Hadithi ya Pendo ikawa funzo mitaani, lakini kwake ilikuwa jeraha lisilopona, maumivu ya milele.